Mkiwa vijana mabinti na nyinyi, kuna samani lakini ndio maadili yenyewe. Kuna pia resi, kijana atajitapa huko akasema, <laughs> najua rangi ya sijiria ya mkuu wa wilaya. Maana yake nini? sababu na mahali unamwonyesha, atakuchafua, atakuchafua kwelikweli. Hali kadhalika na vijana vingi

ujitambue kwamba ni kiongozi. Mimi nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. <laughs> Baada ya hapo, tutaenda kwenye zoezi la kiapo. Hii hati iko nakala mbili hapo mbele yako, nadhani wote tumeiona, naomba tuishike hiyo sasa, hati hii inasema ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa umma. Tutakacho kifanya hapa mimi uta, uta, uta, utasoma hiyo hedi i nyekundu. Baada ya hapo, kila mmoja ataanza kusoma jinsi ilivyoandikwa. Tutakapofika nini, kila mtu atajitaja jina lake. Tulipaswa kufanya mmoja mmoja, lakini muda huko unakwenda kasi sana. Kwa hiyo kila mtu atajitaja jina lake. Unapojitaja jina lako, Mungu anakusikia na a anakusikia. Kwa hiyo ukishamaliza tutaendelea kuisoma mpaka tutakapofika masharti hayo hapo chini. Baada ya hapo, tutakaa chini, kila mtu atajaza jina lake, wadhifa, saini na tarehe. Leo nadhani tumeelewana. Basi nawaombeni mwinuke kidogo ak Naam, kiapo sasa cha uadilifu kwa viongozi wa umma kinaenda kuanza kwa wakurugenzi hawa wa teule. Asanteni sifa moja tuni wakweni, mjifunze kufanya network working. Ungemsikiliza jirani yako mngeondoka wote, mkamaliza wote, na ndio experience tuliokuwa nayo huko nyuma. Lakini <laughs> inaonekana wengine walikuwa wanakimbia kwa kwelikweli, si mchezo. Sasa tukae, halafu tutajaza jina, wadhifa, saini na tarehe. Naam, kiapo cha ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa umma kimeshaapwa na wakurugenzi wa teule, na hivi sasa wanajaza majina yao, na baadaye basi watawasilisha hati hizo kwa sekretariati ya maadili kwa viongozi wa umma. Mtazamaji wa TBC na msikilizaji wa TBC Taifa, viapo hivyo ni kwa wakurugenzi wa teule 185 wa majiji, manispaa, miji na wilaya za Tanzania bara, wakiungana kwa pamoja na wakuu wa wilaya watatu ambao hapo awali hawakula kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma. Wakurugenzi wa wateule wanaendelea kujaza majina yao katika hati za viapo hivyo, na nikukumbushe tu, nikukumbushe wakurugenzi wa, wa wateule waliteuliwa na rais mnamo Julai 7, 2016 na leo Julai 12, 2016 wamekuja hapa katika viwanja vya Ikulu kukula kiapo cha ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa umma. Na hapo awali nilikuwa najaribu kukutajia mikoa na wakurugenzi wake e wa teule na katika jiji la Dar es Salaam niliishia katika Ilala manispaa ambapo mkurugenzi wake ni Msongela. Ni tupalela huko Kigamboni manispaa iki ikipata mkurugenzi wake Stephen Edward Katemba. Ubungu wa manispaa itaongozwa na Kayombo lipe si John. Au ndo wakurugenzi katika mkoa wa Dar es Salaam. Kwa haraka tukiutazama mkoa wa Dodoma, Kondoa, katika halmashauri ya Kondoa, yani Kondoa DC, halmashauri ya Kondoa itaongozwa na Kibasa Falesi Mohamed. Kondoa mji itaongozwa na Halifa Kondo Mponda. Halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa itaongozwa na Mohamed Ahmed, Ahmed Maje, huku mkurugenzi wa Kongwa halmashauri ya Kongwa ni mhandisi Ngusa Laurent Izengo na halmashauri ya Chemba itaongozwa na Semista Hussein Mashimba. Chamwino itaongozwa na mkurugenzi Athmani Hamisi Masasi, huko mkurugenzi wa Bahi, halmashauri ya Bahi akiwa ni Rachel Masao Chua. Mkoani Geita, halmashauri ya Bukombe itaongozwa na Dionis Mateno Simunga. Chato itaongozwa na mhandisi Joel Bahari, huko halmashauri ya wilaya Geita ikiongozwa na Ala Abdallah Kibwaka ni mji wa Geita, mkurugenzi wake ni Modesti J. Apolinari, na Mbogwe itaongozwa na Marago Elias Kayandabila, huku Nyangwa, Nyangwale ikiongozwa na Kaos K. Gwamagobe. Hawa ndio wakurugenzi katika mkoa wa Geita. Huku mkoani Iringa, mkurugenzi wa Iringa manispaa William Donald Mafwile. Mafinga mji utaongozwa na mkurugenzi Saada Esi Mwaruka. Mufindi halmashauri ya Mufindi itaongozwa na Riziki Sala Shembe. Halmashauri ya wilaya ya Iringa itaongozwa na Robert Ngendi Magunya, huku mkurugenzi wa Kilolo akiwa ni Alois Kwezi. Mkoa ni Kagera. Halmashauri ya wilaya Biharamulo itaongozwa na Wende Israel Nahala. Halmashauri ya Bukoba itaongozwa na Abdulaziz Jaadi Husein, huko Bukoba.